Chumba kimoja, vijana wetu leo wana mambo chungu mzima. Lakini akipita hivi, shangazi anamtizama kwa huku, akipita hivi, huyu anamtizama kwa huku. Mama anatuongelea vijana wa mageto kwa ustadi mkubwa, kama ni mechi ya mpira wa miguu hapa tunasema bi mkubwa kasepa na kijiji. Mama anatuzungumzia sisi wazee wa kuvusha magendo bila leseni, chumba kimoja. Asubuhi ukiamka, unaona utajiri wako wote, lakini nje bado kuna vita ya tatu ya mtaa. Mtoto mmoja sio mtoto Mungu anamtaka shetani, naye ana ahadi naye. Wachaiwa na kikao. Kijana umeingia kitaa kujitafuta ya jitafuta, mama ya nyumba akikuona una future, anaanza kukuita mkwe, mara mtume binti yake kufanyia usafi. Ukimwachia funguo ndo umemwoa huyo. Kama haitoshi, chuma cha jirani kuna mshangazi anapenda kifua chako kila unapotoka bafuni kupiga mswaki. Sisi vijana unakuta ni mzee watotos, kila bebe anapokuja ndo majirani wanakuwa nje kuosha vyombo mama akaongea ishu ya kitaifa katika namna ya kicheko sana. Wanangu wa magetoni, mnapigana vita inayojulikana mpaka Ikulu, msichoke. hmm.